Nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi. Aa, safi sana. Simama tu, joka jamba, tosha baba, hapo sawa. Tukae tuongee sasa, manake mwanamke uliokuwa unatafuta ni mwenye vigezo vyangu? Tukae sasa tuongee? Ah, nani? Hai. Umesema mtoto anakaa na mama yake, unaishi peke yako. Upo Dar es Salaam? Ndio, okay. Yeah, nasema. Yeah, Yaani koda. Okay. Sasa. Ya. Yeah. Nitongoze. What is your love language kwanza? Kiswahili. Aya, uh juu kweli, juu mwanamke mope sio rahisi kupata, mahari inakuwa ndefu, ama si? Unajua sasa nimeshamaliza mtihani, si unajua tena, mwanzo nimeshamaliza mtihani. Hapo hujanitongoza hapo sana, nimefaulu

Mbona ah, uh, una hema hivyo sasa, na mzigo bado hujapata. Unajua kwamba mimi na minyama mingi sasa, ukihema hivyo unanitia wasiwasi, kama una ugonjwa wa sukari na pressure ama una bipolar. Mbona una hema bado? umri wangu mimi bado ni mdogo, siwezi siwe, kuwa na sukari size jamaa. uh, ah, una pressure hapana? mm, naona una hema hema. Hapana, niko sawa kabisa ah. Sema ni ile pressure tu Ah, mna shida. Relax basi. Breathe in and out, tunajua kukutana na mtoto pumzi mzuri mweupe kama yeah. Wewe lazima mvuta pumzi in and out, toa pumzi ndani na nje, alafu tuendelee. Relax, nikwapa kwa ajili yako. Relax.

na kusikiliza nitongozi, umesema unanitaka. Jina lako, naitwa nani? Unaishi wapi? Dar es Salaam. Kubwa jamani, wapibwjiw Mbweni, mbweni, mbweni wapi? Kigamboni kwa hey, mbweni Dar es Salaam. Kigamboni pia Dar es Salaam. Ya Kigamboni kuna mbweni ya Tegeta si Bunju? Sio wapi uko? Ya huku Tegeta Bunju mbweni huko, twende nalo uko, uko mbali jamani. Ndio kwangu. Wewe unaishi wapi bwana, unaishi wapi? Ah, wewe wewe si mwizi wa simu Tabata? Sikuna mabaa tu na waizi? Kuna watu wanakaa Tabata. Tabata kuna watu wanakaa. Yeah, najua ga ni waizi wa simu na mabaa, ndo maklabu. Club unasema? Ah, Tabata ni watu wema, ni wana safi sana. Mna shida sasa Yeah. Nakusikiliza. Umeniambia una ni unanipenda, unanipenda. Una nikakusikiliza vizuri tu wala sijaleta... Ila unanipendaje? Siku ya kwanza nitongoze, lazima mwanamke mtongoze, mweke kwenye fomu sio ili nipate kujua nimepata dume ama nipata gume gume. Eh, we ntongoze bwana, mbona unaribia muda muda, unakwenda we unanitaka. Nimekupa masharti, umepita hapa, imebaki kutongoza tu, uchukue mzigo, pia unashindwa. mm -hmm. mm -hmm. nyosha maelezo bwana, we ye sikia sikia mchumba. Basi mi nimepiga push up, umeniona nimesimama, ni umeniona na mimi naomba nikuone basi Nimekuambia tongoza, kuona ni kitu chingine. Nikiridhika na maneno yako nitasimama mwenyewe bila wewe kuniambia nisimame, okay. Sa, sasa sasa tunaweza kukutana mahali. Sasa tongoza bwana. Mimi nimekupenda, nataka niwe na wewe unaona, nimekwambia Tegeta huko. Uh, kwenu kuna, kuna mabaa nasikia hizo ngoma uko geto lakini ngoma <laughs> kwenye comment huko wewe dume lingine linitongoze maisha yaendelee maana tuko 2025 ukisusa kuna naye kula maisha yanasonga bwana wewe usinchoshi hapa na wewe mda